Sankara, mwanga uliozimika ili uangaze Afrika. Afrika ni bara lililojaa mashujaa, lakini si mashujaa wote waliosifiwa wakiwa hai. Baadhi yao waliwa wakazikwa kimya, lakini roho zao zikabaki zikitembea katika damu ya kizazi kipya. Thomas Sankara ni mmoja wa kijana mwenye umri wa miaka thelathini na tatu mwanajeshi kiongozi na mwanafalsafa wa watu maskini. Aliongoza mapinduzi ya kweli, si kwa risasi pekee, bali kwa fikra, heshima na maono ya baba. Lakini kama ilivyokuwa kwa mashujaa wengi, alisalitiwa, si na mgeni, bali na ndugu ya mwenye hii ni hadithi ya urafiki uliogeuka usaliti, ya damu iliyomwagika ikachipua mapinduzi mapya, na roho isiyokubali kufa. Bukinafaso, mnamo mwaka elfu moja mia kenda simana tatu, inchi ndogo ya kimaskini iliyochoshwa na tawala dhaifu na utegemezo wa kikoloni. Wananchi walihangaika kupata chakula wakati viongozi wao walikula kwa sahani za fedha. Katika kipindi hicho cha giza kijana mmoja kutoka jeshi la nchi hiyo alianza kuinuka. Huyu hakuwa mwingine bali alikuwa ni Captain Thomas Sankara. Hakuwa mwanasiasa bali alikuwa mpiganaji wa watu. Alikataa ufisadi, akakemea utegemezi wa misaada na akaamini kuwa Afrika inaweza kujikomboa kwa nguvu zake yenyewe. Kwa upande mwingine alikulikuwa na Blaise Compaore rafiki yake wa karibu, mpiganaji mwenzake na mtu walioshirikiana ndoto moja, mapinduzi. Walikuwa kama ndugu wawili, wakila wakicheka na kupanga mustakabali wa taifa lao. Agosti nne semana tatu, siku ambayo w historia ya Burkina Faso iligeuka ukurasa mpya. Kwa ujasiri, Sankara na vijana wa kijeshi walipindua serikali iliyokuwa dhaifu. Sauti ya mapinduzi ikasikika mitaani, ukombozi, haki kwa watu wa Afrika. Baada ya mapinduzi, Sankara akatangaza serikali mpya ya kijamaa yenye misingi ya utu. Akaanzisha sera za kilimo, elimu, afya na usawa wa kijinsia. Ndani ya miaka minne tu Burkina Faso ikaanza kuonekana kama kisiwa cha matumaini katikati ya jangwa la Afrika. Tunapaswa kusubutu kufumbua baadaye yetu, wengine hawatatuandikia historia yetu, Thomas Sankara alisema. Lakini mafanikio hayo hayakuwafurahisha wote. Mataifa ya Magharibi yakaanza kuhofia nguvu mpya ya kiongozi aliyekataa misaada yao, na ndani ya jeshi baadhi ya maafisa wakaanza kuona wivu, hasa yule aliyekuwa rafiki yake mkubwa Blaise Kompauli. Kompaore alianza kubadilika, sauti yake ya fala kikawa ya mashaka, ushirika wake na mataifa ya nje ukaanza kujengeka. Wageni walimwendea wakimunong'oneza Sankara, waki Sankara anakuharibia nafasi yako, anafanya jina lako lipotee. Siku zikapita, usaliti kakuwa kimya kimya. Sankara hakulijua, alimwamini kama kaka. Hata alipoanza kusikia uvumi wa mpango wa mapinduzi dhidi yake, alikataa kuamini. Kompaule hawezi kunigeuka, ameapa kwa taifa. Lakini tarehe kumi na tano Oktoba semana saba risasi zikavunja ukimya wa jiji la Wagadugu Sankara Akiwa kwenye mkutano na baraza lake alizungukwa na wanajeshi waliokuwa chini amri ya Kompaole. Ndani ya dakika chache mfalme wa watu akaanguka chini akiwa na damu yake, lakini heshima ikabaki. Habari ya kifo chake ilisambaa haraka. Wengine walilia, wengine walishangilia kimya kimya. Kompaole akachukua madaraka mara moja na kutangaza, nchi inahitaji utulivu lakini haikuwa utulivu bali ukimya wa woga. Wale waliotajwa kuwa wafuasi wa Sankara walifukuzwa, walifukuzwa kufungwa au kutoweka. Jina la Sankara likapigwa marufuku kutajwa hadharani, lakini kama ilivyo kwa ukweli, hauwezi kufunikwa milele. Miaka ikapita, kizazi kipya kikaanza kuuliza nani alikuwa Sankara, kwa nini waliogopa kumtaja? Na polepole pole, historia yake ikaanza kufufuka tena kupitia vitabu, nyimbo na vuguvugu la vijana wa Afrika. Kifo chake kikawa mwanzo wa uhai mpya katika nchi nyingi za Afrika. Vijana walimuona kama mfano wa kiongozi mwadrifu. Mashairi, filamu na hotuba zilianza kumrudisha katika fahamu za watu. Sankara aliuawa lakini mawazo yake hayajafa. Alikuwa mfano wa kujitegemea, wa usawa wa kijinsia na wa kupinga unyonyaji wa mabibeti. Wanasiasa wa kizazi kipya wakaanza kumtumia kama dila ya uongozi. Wengine walisema, kama Sankara aliuawa kwa kusema ukweli, basi sisi tutaunda taifa litakalosema ukweli kwa niaba yake. Miaka 35 baada ya kifo chake Burkina Faso ikashuhudia tukio jingine la kihistoria. Kapteni kijana mwingine Ibrahim Traore akapindua serikali iliyoshindwa kuwalinda raia, raia wakati akihutubia kwa mara ya kwanza, wananchi walishangilia, roho ya Sankara imerudi. Traore akiwa na umri sawa na Sankara alipokuwa rais, alizungumza kwa ujasiri ule ule, akahubiri kujitegemea, kupinga ukoloni mambo leo na kuimarisha heshima ya bala, kama vile historia iliyokuwa imempa dunia nafasi ya pili. Sauti yake sauti yake ikawa mwangwi wa, wa maneno ya zamani: Afrika haiwezi kuwa huru ikiwa bado tunangojea ruhusa ya wageni. Leo jina la Sankara limekuwa ishara ya wamsho wa bala. Kizazi kipya kinamchukulia kama ishara ya ujasiri. Wanaharakati, wanamuziki na wanafunzi wanasema wazi, tunatembea katika nyayo zake. Katika mitaa ya Wagadugu bango kubwa linasomeka: <coughs> Sankara hautakufa kamwe. Sankara, Thomas Sankara hakuwa malaika, lakini alikuwa binadamu aliyejaribu kuwa mkweli katika ulimwengu uliojangwa. Aliuawa na wale waliomwogopa, lakini leo anatawala tawala mioyo ya mamilioni. Wengine walinyang'anya uhai wake, lakini hawakuweza kuua wazo lake. Hivyo basi, hadithi hii si ya huzuni, ni ya uamsho, ni mwito wa kila kijana wa Afrika anayesema, naweza kuwa sehemu ya mabadiliko, kwa sababu katika kila kizazi roho ya Sankara huzaliwa upya, na kila inapozaliwa Afrika huanza tena, huangaza tena. Nukuu moja kutoka kwa Thomas Sankara alisema kuwa, mapinduzi ni tendo la upendo mkubwa kwa watu, wale wanaokataa mapinduzi wanakata upendo. Huyo ni Thomas Sankara. Basi hii ni sehemu ya kwanza kabisa ya hadithi yetu inayomzungumzia mwanamapinduzi Thomas Sankara inayokwenda kwa jina la Sankara, mwanga uliozimika ili uangaze Afrika. Basi usikose kusubscribe share, like then comment ili kuzidi kufuatilia kazi zingine za Thomas Sankara ikiwemo sehemu ya pili inaokuja. Shalau sana.